pangiwa kituo chako cha kazi, yaani placement letter. Na fika katika kituo chako ulichopangiwa ukiwa na vyeti vyako halisi, yaani original certificate, kuanzia cheti cha kuzaliwa kidato cha nne na kuendelea. Majina mengi hapa naona ni ya walimu kada ya elimu kada ya afya, lakini pia kuna taasisi mbalimbali mbali za umma na taasisi zingine. Kwa hiyo kwa wewe ambaye umechaguliwa, hongera sana na hakikisha unaripoti katika kituo ulichopangiwa kwa wakati ulioainishwa katika barua yako ya kupangiwa kituo cha kazi. Lakini wewe ambaye ulifanya usaili katika tarehe hizo na ukupata nafasi ya kuchaguliwa, usikate tamaa, omba tena pale nafasi zitakapoweza kutangazwa, omba tena pale nafasi zitakapoweza kutangazwa. Kwa hiyo zingatia hayo ambayo nimeweza kukwambia, lakini pia kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya Feaboy tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. PDF hii utaipata katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii na kuwekea link katika description ya video hii. Unachotakiwa kufanya ni kujiunga na grupu tu, ili uweze kupata PDF hii na uweze kuangalia jina lako, lakini pia utaweza kuishare kwa wengine waweze kuona taarifa hizi na waweze kuangalia kama wameweza kupangiwa kituo cha kazi, kama wameweza kupangiwa kituo cha kazi. Na mimi jina langu ni Feaboy, asanteni na karibu, ni tukutane tena katika video nyingine.